Tutaangalia sababu tatu kuu zinazokuzuia kutoka kwenye hali ya kifedha duni na mwisho nitakupa mbinu za kuanza kubadilika leo hii. Twende pamoja. Sababu ya kwanza, unatumia pesa kabla hujapata. Watu wengi wanaishi kwa pesa ambazo hawajazipata bado. Kabla mshahara hujaingia, tayari kuna madeni. Tayari watu wameazima, wamechukua vitu kwa mkopo au wanangojea pesa ya mtu fulani ili waendeshe maisha yao. Mfano, siku hizi ni kawaida mtu kusema nitakupa Jumatano nikishapata. Hiyo inamaanisha pesa hizo hazipo, lakini tayari zimeshawekwa kwenye matumizi. Unakuwa unacheza mchezo wa kukimbizana na pesa. Athari zake ni nini? Unaishi kwa presha kila siku, huna uwezo wa kuweka akiba kwa sababu kila pesa inayoingia ina deni lake. Hauna uhuru wa kuchagua Unaishi ukitegemea mishahara, msaada au bahati. Suluhisho ni nini? Anza kuishi kwa pesa unazomiliki, si zile unazotegemea. Tengeneza tabia ya kusubiri, usitumie kabla hujapata. Panga matumizi yako kwa kile ulicho nacho leo, si kesho. Ukidhibiti pesa zako kabla hazijatoka, utakuwa na amani zaidi kifedha. Sababu ya pili, hauna mpango wa pesa, hufanyi bajeti.